Waandishi wa habari na wananchi wa jimbo la Iringa mjini, kama mjuavyo, tupo mwaka wa uchaguzi mkuu. Mimi Fadhili Fabian Ngajilo nimeona ni vema nikatangaza rasmi kuwa tarehe ishirini na nane ya mwezi huu wa sita nitachukua fomu ya kuomba kugombea ubunge jimbo la Iringa mjini. Katika kueleza nia yangu hii nitakuwa na masuala mawili ya kuyaelezea. Moja, ninaomba kuwataarifu pia kwamba nimeshaandika barua kwa Chama changu cha Mapinduzi kupitia ofisi ya katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi kupisha kwa muda nafasi yangu ya uongozi wa mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Iringa kwa sababu nimetia nia ya kugombea ubunge Iringa mjini kupitia chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili, mtaniuliza kwa nini ninagombea nafasi hii. Zipo sababu kedekede kede. Ya kwanza mimi Ngajilo, nimejipima kwa vigezo vyote, nimeona ninatosha, nina vigezo vyote mpaka vinamwagika. Kama mjuavyo, hii itakuwa mara yangu ya tatu kuomba ridhaa kwa chama changu cha Mapinduzi kugombea nafasi hii ya ubunge Iringa mjini. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi mara ya pili ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na hii elfu mbili ishirini na tano itakuwa mara ya tatu. Nina ndoto kama alivyowahi kusema yule mwanafalsafa maarufu Martin Luther King Jr kwenye hotuba yake maarufu inayojulikana kama I have a dream, mimi Ngajilo, I have a dream, nina ndoto ya kugombea ubunge Iringa mjini. Lakini zipo sababu kedekede kede, kama nilivyosema nimesema, ya kwanza, nimejipima na nimeona ninatosha. Chama changu cha Mapinduzi kimedelea kwa nafasi mbalimbali hivi sasa mimi ndio mwenyekiti wa wazazi wa mkoa wa Iringa, lakini nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa chama cha mapinduzi wa mkoa wa Iringa toka mwaka elfu mbili na nane mpaka elfu mbili kumi na mbili. Nimehudhuria vikao mbalimbali vya chama vya mkoa na vya kitaifa kwa maana ya halmashauri kuu ya mkoa, kamati za siasa za mkoa, nimehudhuria vikao vingi sana hata idadi yake haiwezi kuelezeka. Kitaifa nimehudhuria mabaraza ya kitaifa ya vijana ya wazazi, mikutano mikuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa sana wa shughuli hizi za chama na shughuli za maendeleo. Lakini kupitia wizara ya kilimo niliaminika pia kuwa mjumbe wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ya Tanzania. Nimefanya kazi hiyo kwa weledi, kwa hiyo nina uzoefu pia wa masuala haya ya kiserikali. Uzoefu huu umenijenga, lakini hii ni faida niliyoipata kupitia chama changu, Chama cha Mapinduzi, ambacho kimenilea kimenikuza na kunitunza kwa nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Sababu ya pili ya kugombea nafasi ya ubunge ni kwa sababu nataka nitumie haki yangu ya kugombea ya kikatiba. Nimesema vikao vya chama vina vitajirizisha na sifa zangu. Na hatimaye watafanya maamuzi katika uteuzi kwa sababu mwisho wa yote ni chama kufanya uteuzi, lakini baada ya kujiridhisha na sifa mbalimbali. La tatu, mimi naamini kwamba Iringa inahitaji sauti ya watu, yani the voice of the people. Tunahitaji sauti katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunahitaji sauti katika nyanja mbalimbali mbali. Na sauti hii ya Ngajilo iko tayari kuwatumikia wanairinga katika shughuli zote na sekta zote. Jambo la nne, kama mjuavyo wote, sisi wanairinga tuna shughuli mbali mbalimbali, lakini shughuli kuu za msingi biashara ujasiriamali, kilimo. Hizo ndio shughuli zetu za msingi, na kila mtu yuko katika eneo lake akihangaika kuhakikisha kwamba anapata kipato. Tunahitaji sauti ya mtu atakayewaunganisha wakulima kutimiza ndoto zao, wafanyabiashara kutimiza ndoto zao, wajasiriamali kutimiza ndoto zao katika maeneo mbalimbali, kuanzia wafanyabiashara wa kwenye masoko, machinga, mama na baba lishe, maafisa usafirishaji kama bodaboda, bajaji, daladala, mawakala kwenye stendi zetu za mabasi, mafundi mbalimbali wa nguo na vifaa eh, vifaa mbalimbali vya mbao, vipuri vya magari, chuma na kadhalika. Mimi Ngajilo nimejipanga na nina mikakati ya kuyaunganisha makundi haya ili yafanye kazi kwa mafanikio na ufanisi. Lakini pia naamini kiongozi mbunifu, msikivu, mwenye upendo wa dhati na wana Iringa, mzalendo na anayeweza kukaa na wana Iringa wakabuni na kupanga mikakati mbalimbali ya maendeleo katika sekta mbalimbali. Mimi Ngajilo nimejipanga vilivyo kuwatumikia wananchi kwa moyo wa dhati, moyo wa utumishi, na nimejiandaa kuwa mtumishi wa watu wa, wa, na, wa, wa Latini wanasema servus populi, utumishi wa watu. Nimejiandaa kuwa mtumishi wa watu. Jambo la sita: Iringa Mjini imesheheni vyuo vikuu, ni mji wa vyuo vikuu. Inahitaji mbunge aliyejaa uelewa na mahitaji ya vyuo vikuu na mbunge anayeendana na kufanana na vyuo vikuu, mbunge anayeweza kuwaunganisha wanavyuo kuweza kuwa na mchango wao kiuchumi na kijamii kwenye mkoa wetu wa Iringa. Mimi Ngajilo ni mhadhiri wa vyuo vikuu, nimefundisha vyuo vinne Tanzania. Nimeanza na chuo kikuu cha Dar es Salaam kama seminar leader. Baadaye nikawa mhadhiri msaidizi chuo kikuu cha St. John's kule Dodoma, baadaye nikaajiliwa chuo kinaitwa Sebastian Kolowa Memorial University kipo Lushoto, na hatimaye nimekitumikia chuo kikuu kinaitwa Tudako, yani Tumaini University Dar es Salaam College. Jambo la saba, Iringa Mjini inahitaji mtu anayeamini katika kuweka mifumo ya usalama wa wananchi. Tukisema wananchi tunamaanisha wananchi wote kwa rika na jinsia zao, wazee, wanawake, wababa, vijana, watoto, wote wanahitaji usalama. Mimi Ngajilo nimejipima na nimeona ninaweza kuwaunganisha wanairinga katika kuzuia unyanyasaji na kupinga kabisa masuala ya kwenda kinyume na haki za binadamu dhidi ya wananchi wa Iringa mjini. Kwa maana ya kwamba nimejiandaa kuwa mtetezi wao, lakini nimejiandaa pia kuwa mfariji wao. Kwenye falsafa za kiuongozi, Rais wa nchi is a comforter of the state, ni mfariji wa taifa. Mbunge ni lazima uwe komfota wa wananchi, lazima uwe komfota wa wananchi, kwa sababu nyie wote mnatokana na kula za wananchi, mnajia mnakuwa watumishi wa wananchi. Jambo la nane, Iringa mjini inahitaji mtu anayetambua maana ya kuweka mifumo ya burudani na michezo kwa wananchi. Mimi Ngajilo nipo tayari kuwaunganisha wadau wa michezo na actually nimeshaonyesha uwezo wangu kwa miaka kumi na tano nimeendesha kombe la Ngajilo Cup bila kusita, bila kusimamisha, mfululizo for 15 years nimeliendesha kombe hilo kwa vyanzo mbalimbali vya fedha ambavyo nimekuwa nikivishawishi vitoe fedha na kuwekeza katika mchezo huu michezo hii ya Ngajilo Cup. Sio hiyo tu, nimechezesha michezo mingi maeneo ya drafti, michezo ya rede, michezo mbalimbali. Sasa nimeshaonyesha uwezo wangu, kwa hiyo ninaamini nitapimwa pia kwenye kigezo hicho na wanairinga na chama changu cha Mapinduzi. Mimi ninaamini unapokuwa mbunge, unapewa ilani ya uchaguzi ya chama kuitekeleza kuisimamia. Lakini mimi huwa naamini pia kwamba ni vema ukiwa kiongozi mwakilishi wa wananchi uwe na jambo la ziada zaidi ya ilani, maana ilani kweli imesema barabara, afya, michezo, imetaja vitu vyote, na fedha itatoka kwa rais Dr. Samia kutekeleza miradi hii wewe kama mbunge kazi yako ni kusukuma agenda kuhakikisha kwamba miradi inatekelezwa, lakini lazima mbunge uwe na jambo uwe na ubunifu wako ambao umeufanya nje ya ilani ya uchaguzi. Uonyeshe kwamba umefanya ubunifu katika eneo gani. Jambo la tisa, Iringa Mjini bado tuna changamoto za miundombinu ya barabara, miundombinu ya mitaro ya maji, masoko, ninaamini kwamba agenda hii inahitaji mtu jasiri kama Ngajilo kuendelea kuisukuma na kuikamilisha. Jambo la kumi, agenda ya utalii kwa Iringa ni muhimu sana. Watu wengi wanashindwa kuzungumzia swala la utalii kwa sababu hawana weledi nalo. Ngajilo ana weledi nalo tena kitaaluma. Iringa Mjini imezungukwa na vivutio vingi sana vya utalii. Tuna mbuga za wanyama Ruaha National Park, tuna makumbusho ya historia ya Kalenga, yani Kalenga Historical Site, tuna mawe ya kale pale Isimila, yani Isimila Stone Age Site na tuna vivutio vingi. Hali ya hewa eh, ni sehemu ya, ya ya ya vivutio vya utalii. Wakazi wa Iringa ni wakarimu, kuna usalama lakini sasa tuna uwanja wa ndege wa Nduli ambao nao ni sehemu ya kigezo muhimu cha utalii. Hivi vigezo vikitumika vizuri, tukiwa wabunifu, tuna uwezo wa kuvutia kuvutia uwekezaji katika sekta mbalimbali ndani ya Iringa manispaa na tukahakikisha kwamba Iringa inafanikiwa katika maendeleo.